Katika utekelezaji wake hapa nchini, kampeni hii imekuwa ikitoa msaada wa kisheria kwa makundi mbalimbali mbali, ikiwemo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ikihamasisha uelewa wa haki na taratibu za kisheria na baadhi ya viongozi wanaahidi kusimamia jamii kuweza kupata haki zake za msingi. Ndio, Mama Samia Legal Aid program tulianzisha kliniki ya kero ambayo inaendelea na tumetenga siku za Jumanne na Alhamisi katika ofisi zote za serikali kuwasikiliza wananchi wenye changamoto kupitia ushirikiano na mawakili wa serikali, mashirika ya kiraia na wataalamu wa sheria. Lakini wadau wanaomba elimu iendelee kutolewa, bado haijawafikia sana wanawake walioko vijijini. Kwa mjini wameipata kwa sababu huduma hizi zipo na zipo kila mahali, lakini kuna uhitaji mkubwa wa hii kampeni kuendelea. Mwanaume anam, anamtelekeza mwanamke, anaiba ana ati anakwenda anauza nyumba na nini, anafanya mwanamke anakuwa anateseka kwao. Kwangu mimi, naona swala hili, mama atakuwa ametoa msaada mkubwa sana kupitia kwa mkuu wa mkoa kwa wanawake wa, wa Singida wa Singida wao kumekuwa na migogoro mingi ya masuala ya mirathi na hususan haya masuala ya ardhi. Kwa hiyo kwa kuwepo kwa Mama Samia Legal Aid itasaidia sana kupunguza changamoto hizo. Mgeni rasmi katika kongamano hilo la wanawake, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Singida, Martha Mlata, anasema upatikanaji wa haki hivi sasa umeweza kuchangia rais Dr Samia Suluhu Hassan kuweza kutekeleza miradi mingi ya maendeleo. Amegusa mambo mengi mengi sana ambayo mambo hayo ya maendeleo yamegusa mwanamke. Ukienda kwenye upande wa afya, umesema kwenye upande wa elimu, kiuchumi, yote haya yanamgusa mwanamke. Kampeni hii itaendelea kote nchini, ikileta mabadiliko chanya katika mfumo wa upatikanaji wa haki kwa wananchi. Kutokea hapa mkoani Singida, mimi ni Elisante Joni, na hii ni Clouds.